Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo tarehe 18 juma la 11 kipindi cha mwazi wa kanisa. Somo la leo, somo la kwanza linatoka katika waraka mtume wa Paulo kwa Korinto sura 9, aya 6 mpaka aya 11, na somo la injili, somo la kitabu cha injili ya Matayo sura ya sita aya ya kwanza hadi ya sita na aya ya kumi na sita hadi aya ya kumi na nane. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, angalieni, msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njia, ili watukuzwe na watu. Amin, naambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. sadaka yako hiyo kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama karibu na masinagogi na katika panda za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, umekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukishafunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana ujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amin nawaambia, umekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila Baba yako aliye sirini, na Baba yako anaye sirini sirini atakujazi. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo tunaendelea na tafakari ya hotuba ya Mlimani, ambapo leo Kristo anatoa mafundisho makuu matatu: fundisho la kwanza kuhusu kutoa sadaka, fundisho la pili kusali, na fundisho la tatu kufunga. Mafundisho haya ni muhimu na huwa inatokea sana katika kipindi cha Kwaresma. Kristo anasisitiza ibada mpya, ibada ambayo inamhusisha mtu na Mungu wake. Kwa asili, matendo ya huruma ya kiroho na y kimwili yanaelekezwa vizuri na mama kanisa, yaani kulisha wenye njaa, kunyosha wenye kiu, kuwawika walio uchi, kuwatembelea wafungwa na kuwatembelea wagonjwa pia matendo ya kiroho ambayo ni kuombea walio hai na waliokufa, kwa ushauri wa kosefu na kuvumiliana kwa saburi, ni baadhi ya matendo ya kiroho ambayo mama kanisa anatuhimiza kufanya kipindi cha Kwaresima. Kwa nini fundisho hili linatokea kipindi ambacho sio cha Kwaresma? Yesu anatukumbusha leo kwamba tunaweza tukarudia maisha ya zamani ambayo yamejaa unafiki. Neno la unafiki katika maandiko matakatifu limetoka kwenye lugha ya Kigiriki ambalo maana yake ni kinyago. Kinyago ni kifaa ambacho ukivaa mtu kuficha uhalisia wake katika michezo ya maigizo. Michezo hiyo hulenga kuburudisha watu au kufikisha ujumbe pasipo kujulikana, ila msika mkuu anakuwa anajulikana kwa kuvaa kinyago na sura yake halisi haionekani. Ndio maana ya neno mnafiki. Kristo leo anatukemea kuwacha unafiki, yaani kufanya mambo ili watu wengine waone na watusifu. Ni kweli huenda tunafanya vizuri, lakini maisha ya kila siku ya mitandao ya kijamii tunapenda kujionyesha na kuonyesha wengine, tukionekana tunasaidia watu au kutenda mema, umekuwa kama mtindo au kama fasheni ambayo ndani yake imejaa unafiki. Katikisimu ya Kanisa Katoliki katika kuchunguza uadilifu inatajwa vitu vitatu, ambavyo ni kitu kilichochaguliwa, kusudi linalotazamiwa au nia, na ni mazingira ya tendo. Kusudi linayotazamiwa au nia huunda vyanzo au mambo yenyewe ya uadilifu kwa matendo ya kibinadamu. Kwa ufupi, nia njema siku zote ndio inayomwongoza mtu kufanya vizuri. Tunaweza tukawa tunatoa misaada kwa wengine. Je, nia yetu ni nini? Tunatoa misaada kuwasaidia watu ili tuonekane, au tunatoa misaada kama kupunguza vile tulivyo navyo? Tunatoa sadaka kwa ajili ya kujenga sifa na utukufu wetu? Tunarudi kigezo cha kwanza, yaani nia. Daima tuongozwe na nia njema. Sala zetu ni sala zenye nia njema, ndiyo. Huenda tukawa tunasai kila siku ndiyo huenda tukawa tunaombea watu tunaweza tukawa tunafanya sala nyingi au tunasali mara nyingi lakini je nia ya sala yetu ni ipi sehemu nyingine tunatumia jina la Yesu au jina takatifu la Mungu kukemea watu au kuombea watu waunguzwe na moto ni sala ambazo ndani yake zimejaa unafiki ambazo ni kelele mbele za Mungu ni sala ambazo hazina unyenyekevu ndani yake ni sala ambazo ni kufuru ndani yake Kristo leo anatufundisha namna ya kusali. Sala yetu ya binafsi lazima itoke ndani ya kilindi cha moyo wetu, yaani kuingia ndani ya vimba vyetu ambayo ni mioyo yetu na kuongea na Mungu kama vile tunaongea tukiwa wawili. Ni sala ambayo Mungu anapenda kuisikiliza. Mungu hataki kelele zetu, bali anataka nia zetu njema za kumpenda na kumtumikia kila siku kufunga kwetu kusiwe kwa unafiki. Mara nyingine huenda tukawa tunafunga kwa sababu ya mtazamo wa nje, pengine tunafunga kwa ajili ya kulinda afya zetu, pengine tunafunga kwa ajili ya kutengeneza au kudebekebisha maumbile yetu, pengine huenda tunafunga kutokana kwamba watu wanataka watuone tumefunga je? Yeah. mfungo wetu utakuwa na maana. Kristu anatufundisha leo kwamba tunapofunga tujipake mafuta vichwani na tunawe uso ili watu wasione kama tunafunga. Mungu peke yetu anayeona sara zetu, ndajue kinachoendelea ndani yetu. Wapendwa katika Kristo, hotuba ya mlimani ambayo Kristo anaitoa analenga kujenga jamii ambayo haina unafiki ndani yake. Kristo aliona kwamba wafuasi wake wenda wangalikumbwa na mtazamo wa Mafarisayo, kufanya vitu ili waonekane na wasifiwe. Leo Yesu anatufundisha kufanya mambo yetu tukiongozwa na nia njema na tukijua kwamba tunafanya ibada kwa ajili yetu, kwa ajili ya kujipatanisha sisi na Mungu, sio kujipatanisha na wengine. Tunapoendelea kusali tukiwa katika mwezi wa sita ambao ni mwezi wa moyo mtakatifu Yesu, moyo mtakatifu Yesu ni darasa na mifunzo la namna yetu sisi kuishi. Moyo wa Yesu ni moyo ambao tunajifunza kutoa sadaka. Ni moyo ambao unawaka mapendo Yesu. Mambo yote aliyofanya aliongozwa na nia njema, yaani nia ya kumkomboa mwanadamu na kumfundisha mwanadamu. Kumbe tunapoendelea na siku ya leo, pige magoti na tufungue macho ya mioyo yetu, chungulie moyo mtakatifu wa Yesu ambao ni funzo na darasa kwetu sisi ambao tunamfuata Kristo kwa ukaribu. Na kushukuru kwa kutafakari injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Rafael Kamgisha wa shirika la misionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Hizo damu ya Kristo.